So welcome guys <coughs> come to, to our live uh, channel kwa siku ya leo <coughs> Excuse me. So, um, leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na hii elimu ya Kibahai. Ni elimu ya aina gani? Ni elimu ambayo jenga aje uwezo. Uwezo na ni elimu ambayo inakuza uwezo namna gani? Na aano, kama kuna swali ambalo maybe rafiki anataka kujua kuhusiana na hii elimu elimu ya kibahai inakaa namna gani, anaruhusiwa, tuone jinsi gani tunaweza kusaidiana. Hmm. so i hope you can get me uh, you can get me well guys from where you are hmm. and i'm still your host Anderson Lovinzo Govadi another word um, Govadi yeah Welcome, welcome. Welcome. Na marafiki wanajaja. Na marafiki wanajaja kabisa. Kwa hilo. So muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunaanza <coughs> excuse me, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunaanza mazungumzo yetu um, kesho kwa muda wa kesho tutakuwa naye, tutakuwa na marafiki wawili, tutakuwa naye Kevin Nikuri na kesho kesho hiyo tu, au ile siku ingine siku ambayo amba inafuata, tutakuwa naye Gaylord Kemoli, tutakuwa tunazungumzia masuala kadhaa, mojawapo ni kuhusiana na madarasa ya watoto, na jambo lingine ambalo tutakuwa tunazungumzia ni vikundi vya vijana chepukizi. Haya ndio mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia hapo kesho, lakini kwa leo wacha tujue elimu ya kibahai ni nini. Uh, tunaweza tukaanza mazungumzo yetu kwa leo, tuone kama si itakuwa naielezea vizuri, then marafiki tutasaidiana ku ku kuelewa kuielewa, tutasaidiana kwa kuelewa. Ya. So, haya mazungumzo yatachukua dakika kama dakika ambazo si mingi. Zitakuwa ni dakika chache tu. Alafu tuone. Sa so, itachukua dakika mingi, ni dakika chache ambazo tukao tunazichukua. Asante. So nikizungumzia tu kuhusiana na hii elimu ya kibahai. Hii e, elimu ya kibahai e, ni ule mtazamo kamili ambao unasisitiza kwa yale maendeleo ya kiroho na pia kiakili. Lakini pia wa kimwili na pia ile elimu ya kitaaluma kwa watu binafsi na jamii na inajumuisha elimu ya watu wote, so haibagui watoto, vijana, wazee. Hapana, inajumuisha elimu ya watu wote, ya kwamba kila mmoja ambaye anakuja katika hii elimu ndena, anajihisi yuko eh, yuko sawa eh, lakini hana ile wasiwasi. Lakini pia hii elimu ni ya lazima, kama kanuni ambazo ama ni zile kanuni za msingi, na pia inalenga katika kukuza tabia ya kiadili kutoka kwa umri mdogo umri wa ujana chipukizi, ujana na pia ujana na uzee pia, so inakuza ile tabia ya e, kimaadili <clears throat> lakini pia inaonekana kwamba hii elimu ni e, ni kupitia katika shughuli za kijamii kama vile kuna ile madarasa ya watoto ambayo yanafunzwa vyema kabisa e, na baadhi ya haya maf ma mafunzo ambayo katika madarasa ya watoto mojawapo ni yale mafunzo ya ukweli na fa na na fadhili kwa hawa watoto kuona kwamba wanakuwa wale watu wa ukweli na watu wafadhili, yeah. Lakini pia inaonekana kwamba hii elimu ya kibahai inamwona ina mtu binafsi kuwa ni, ni chimbo la dhahabu ama eh, waswahili wanasema ni ule mgodi tajiri katika ile uwezo ambaye ako nao lakini pia inaona elimu kama chombo cha kufichua hazina ambazo zimejificha ndani ya huyu binadamu. So kila binadamu ako na kitu ambacho ni cha thamani na kimejificha ndani yake, lakini wakati anapoanza kupata hii elimu then kinafanya aje, kinafichuliwa kwake mwenyewe na anaona jinsi gani anaweza akakitumia hiki chombo ama hiki kina cha, cha dhahabu ama ule mgodi ambao tajiri, mgodi tajiri ambao uko ndani ya mtu binafsi. Na inaonekana kwamba katika hii elimu ya kibahai kwa mfano, kuna yale elimu ambayo wanazungumzia, kuna ile ukuzaji wa jumla e, ama ile kwa Kiingereza wanasema universal participation, so hii elimu inalenga kutimiza uwezo wa kiroho kiakili, kimwili, na pia katika matendo ama mienendo ya mtu binafsi so wakati tunakuja pamoja tunakuwa katika eh, tunaunda ile universal, then inaonekana kwamba kila mmoja anaanza kutimiza huo uwezo ambao ako nao, lakini pia inaonekana kwamba msingi wa kimaadili na wa kiroho pia ni mafunzo kati ya maadili ya mwenendo mzuri ambao unachukua katika kuwa katika muhimu zaidi kuliko kujifunza kitabu pekee kwani inatusaidia ina, ina kujenga zile tabia na kufundisha wengine, kwa sababu wakati tumeshajifunza katika imani ya Kibahai tumejifunza vitabu, inaonekana kwamba hatukai tunavyo, lakini pia tunasaidia wengine kuanza kuvijua na kuona jinsi gani wanaweza pia fanyaje, wanaweza anza kutumia hii elimu katika maisha yao, lakini inaonekana kwamba pia kuna ni wajibu wa jamii kupata hiyo elimu na hii wajibu wa jamii moja wa wajibu ambao jamii inao ni ile kulea, ni kulea watoto na ni jukumu ambalo inaonekana sisi wote lazima tukuje pamoja na tuanze kulifikiria na, na jumuiya pia inachukua ile nafasi muhimu kabisa ya kuona kwamba inaanza kusaidia ile ukuaji wao wa kiroho na ile wa kitaaluma. So unapata nao, jamii inaanza inainuka, na ile muda ambao upo inaanza kutumia kuona kwamba ina ina inajenga ina ile uwezo wa kiroho katika watu ambao wako katika jamii. So hiyo ni baadhi ya wajibu ambazo jamii iko nazo kuona kwamba inasaidia elimu katika jamii, lakini pia kwamba unapata katika maandiko ya Kibahai tunaambiwa hii elimu eh, haina umri ama haina rika, lakini inaonekana kwamba hii elimu ni ya kila mtu na ni ya lazima. So wabahai wanaona elimu kwa wote kama ni hitaji kubwa na eh, ni, ni ule ustawi wanasema, ni ule ustawi wa taifa eh, taifa yeyote, na hiyo pia kanuni muhimu ambayo inaweza unganisha binadamu so ni hii, elimu ni ya watu wote, sio tu ya umri mmoja ama rika moja. Hapana, ni elimu ambayo inahitaji watu wote waweze kushirikiana. Nitaguzia tu kidogo lakini kesho tutakuwa tunaizungumzia kwa kina masaa ama muda kama huu, lakini nitakuwa naguzia tu kidogo kuhusiana na huu muundo wa mazoezi ama hii muundo wa mazoezi. Wakati tunasema muundo wa mazoezi ni nini, mojawapo ya huu muundo wa mazoezi ni ile madarasa ya watoto, na hizi ni shughuli ambazo watoto wanajifunza sifa za kiroho kupitia kwa hadithi ambazo zimesimuliwa kuna nyimbo, kuna michezo, kuna sanaa, kuna sala, kuna maandiko matakatifu so wat, eh, kupitia kwa madarasa ya watoto then eh, watoto wanakuja pamoja na kujifunza hizi sifa za kiroho. Na inaonekana kwamba pia kuna aina tatu za elimu katika elimu ya Kibahai, then kuna aina tatu na hizi aina tatu za elimu, aina moja ni ile nyenzo na ile nyenzo ya elimu ambayo inahusisha eh, inahusisha tu ile rizishi, riziki ya, ya mwili na pia ile ya faraja. And then kuna hii elimu ya binadamu. <coughs> Hii elimu ya binadamu ina inachukua ile ustaarabu, mpangilio wa kijamii, kuna mambo na sanaa, sayansi na biashara inaiweka pamoja. Na binadamu tunaanza kufikiria kwamba jinsi gani ndiposa maendeleo yapatikane kwa jamii. Tunahitaji huu staarabu, tunahitaji sayansi sanaa zikwe hapo, na pia biashara, watu wafanye biashara, ndiposa kama binadamu tuweze kuendelea. Lakini pia kuna hii elimu ya mwisho ambayo ni elimu ya kiroho ama elimu ya kiungu, na hii inalenga tukupata ile ukamilifu na sifa za Mungu zote kuona kwamba kuna zile sifa zenye ambazo Mwenyezi Mungu ametupea na hizi sifa inabidi tuanze kuzitumikia kama binadamu, wakati tunaishi kwa ulimwengu inabidi hizi sifa tuanze kuzitumikia. So hii elimu ya kiroho inalenga tu eh, kuona kwa kwamba watu wanapata kwa ukamilifu hizi sifa za zake za, za Mungu Yeah. and then unapata kwamba eh, hizi shughuli ama hii elimu eh, katika maandiko ya Kibahai tunaambiwa eh, hii elimu ifaa imilikiwe na jamii. Wakati wanasema elimu inamilikiwa na jamii wanamaanisha nini? Ni, ni kwamba katika jumuiya za wale wenyeji ambao wanaishi hapo then zinahimizwa kuchukua umiliki wa mchakato wa elimu kwa watoto wao, so watoto wa jamii ifaa wakuwa na husika katika hizo shughuli si so, kumaanisha kwamba jamii inajitolea kwanza kusaidia kuona kwamba eh, kile ambacho wanahitaji kukifanya kuona kwamba wanasaidia watoto wao kipitia katika elimu yeah. lakini pia kuna hili jambo lingine ambalo ningelipenda kulizungumzia ambalo wanasema ni ile utumiaji wa vitendo. Watoto wameshasoma vitabu, wameshaelewa lakini sasa kuna ile kitendo ambacho ifaa wako wanakitenda, na sio watoto tu, bali ni vijana chipukizi, vijana na watu wazima pia. So ni kuona kwamba hii ni mbinu ambayo inasababisha tu shule ambazo zinaendeshwa na jamii na ile mipango ambayo inashughulikia kuwa na mabadiliko ya kijamii na endelevu. So wakati wanasoma wakishamaliza, then wanaenda katika eh, ile hali ya kutenda wanaiweka katika kitendo kile kile kitu ambacho wamejifunza. Lakini pia ningependa kuzungumzia kuhusu haya malengo ya hii elimu na e, maono ya hii elimu ni nini? So malengo ya hii elimu moja ni kufungua yule uwezo. Unajua kwamba kila mmoja ako na uwezo. Kuna yule ambayo ako na uwezo wa kufanya shughuli fulani, kuna uwezo wa kuimba, kuna uwezo wa kuchora, lakini hmm, inaonekana kwamba inasaidia kufungua ule uwezo wa ndani wa kila mtu na pia kuwezesha kila mtu kushinda ile ujinga na kuchangia katika ustawi wa jumla, lakini sikuetu ya kwamba mimi niko na uwezo fulani na hii uwezo ni wangu. Hapana, lakini ni kuanza kusaidia wengine katika jamii na ku kuondoa ile ujinga wa kujiekea kwamba hii ni uwezo wangu. Hii uwezo Mungu ndiye ametupea, lakini ni sisi kuanza kutumia hii uwezo kuhudumia binadamu eh, binadamu wote. Jambo la pili kuhusiana na malengo ya hii elimu ni ile mabadiliko ya jamii. Wakati hii elimu inafika kwa jamii, jambo la kwanza ni kuanza kusaidia jamii kuona kwamba inabadilika. Kwa mfano eh, tunaelewa katika jamii zetu, jamii za Kibahai, then kuna zile shughuli ambazo tunazifanya kama kwa mfano, leo nimekuwa kwa shughuli ya kutamatisha, tumekuwa katika tumekuwa tukisoma kitabu cha pili ambacho kinazungumzia ile uinukaji wa na kuhudumu. So inaonekana kwamba kuna maswali ambao ha, vijana wamekuwa wakiuliza kupata majibu. Kwamba mmoja anauliza anasema kwamba hizi hii elimu ambayo iko kwa hii kitabu ni mzuri, lakini tukikuja kwa jamii ambazo tunatoka watu wengi hawapendi kuambiwa ile ukweli wa hii elimu so, tukakuwa tunafikiria kwa pamoja, kama watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli wa hii elimu then ni jambo gani ambalo ifaa tulifanye kama vijana? Kwa sababu tulikuwa kama vijana tukilizungumzia so kama vijana, then kuna jukumu ambalo ifaa tukwa tunali, tunatekeleza katika jamii kuona kwa kwamba tunasaidia watu waelewe elimu, na watu wakishaelewa elimu ya Kibahai inakuwa ni rahisi kuanza kusaidia jamii ambazo wana wanakaa ndani na katika kila jamii, tunajua kuna zile changamoto ambazo ziko katika kila jamii, lakini unapata kwamba haya mabadiliko ya jamii hayawezi yakakuja tu kwa jamii mara moja, yanakuja yanakuja muda kwa muda ama polepole, hayawezi yakakuja tu mara moja, lakini yanakuja kwa polepole pole. Hata kama itachukua muda, lakini haya mabadiliko yatakuja kuonekana. Kwa mfano kuna jamii ukienda utapata kuna ile ugemaji wa pombe, lakini wakati muda unaposonga, hiyo ugemaji wa pombe unaanza kupungua. So inaonekana kwamba mabadiliko e, yameanza kufanya aje ku, kuonekana kwa jamii. So haya ndiyo baadhi ya malengo ambayo hii elimu ya kibahai inazungumzia na katika hii elimu ya, ya kibahai then inaonekana kwamba kuna eh, hakuna yule ambaye anajua na hakuna yule ambaye hajui. So katika hii elimu ya, ya kibahai tunaamini ya kwamba sisi sote tuko sawa, tuko katika ile hali ya kujifunza. So hakuna yule ambaye tutasema huyu ndio mwalimu ama huyu ndio mwanafunzi, hapana, lakini ni ile hali ya sisi wote kufanyaje kujifunza. Na wakati tunajifunza, kuna jambo moja tunapata kutoka kwa marafiki e, wawe ni Wabahai ama wasiwe ni Wabahai, lakini inaonekana kwamba kuna jambo moja au mbili ambalo tunapokea kutoka kwa hawa e, wale ambao wana wanashughulika katika katika hizi shughuli na ningependa tu kuzungumzia kuhusiana na hii utekelezaji kwa vitendo, kwa sababu nimejua kesho tuzungumzie zaidi masaa kama haya. So, katika hii utekelezaji wa vitendo inaonekana kwamba ni jumuiya wa bahai wanatumia zile wanatekeleza zile kanuni ambazo zinajitokeza zina, zina, zina kupitia kwa hizi shughuli mbalimbali za kimsingi ambazo zinaruhusiwa kwa kila mtu, na moja hizo shughuli nilitaja ni ile madarasa ya watoto na haya madarasa ya wa watoto mojawapo yanalenga kusaidia watoto kuwa na ile maadili ya kiroho ama ile maadili mema kupitia kwa elimu ya kiroho na pia kusaidia yanatumia kupitia kwa nyimbo, hadithi na nyingine. Lakini pia, inaonekana kwamba wakati wanapitia hapo wanakuwa na ile wanajifunza ukarimu, kuwa wakarimu kwa wengine. Kuna kitendo kingine cha kutekeleza ambacho ni vikundi vya vijana chipukizi ambavyo tunatumia Junior Spiritual Empowerment Program. So vikundi vya vijana chipukizi ni ile mipango ya vijana wa ambao wako katika umri wa miaka kumi na miwili hadi kumi na mitano saa zingine huanzia miaka kumi na moja na hii inalenga tu kuwasaidia kuweza kukuza ile mfumo ambao una, una, uko na maadili ya kufanya maamuzi ya kuelekeza kwa nguvu zao katika huduma ya jamii ambazo wanatoka na utekelezaji mwingine ni kupitia kwa ile miduara ama duara ama mchakato wa taasisi, na hii mchakato wa taasisi unachukua vijana kuanzia miaka kumi na sita kuendelea mbele, na hawa ni vijana ambao tunasema ni watu wazima ambao wanashiriki katika huu mchakato wa elimu, na huu mchakato una unawasaidia tu kwa kutumia nyenzo mahususi kuona kwamba wanakuza uwezo wa huduma eh, ona kwamba wanapelekea majukumu ya, ya, yao kama walimu kwa zile programu za watoto na vijana. So wakati wanapitia kwa huu mchakato wa taasisi, wanaanza kutekeleza huduma kama, bija, kama e, walimu wa madarasa ya watoto, wanaanza kutekeleza kama wahuhishaji, wanaanza kutekeleza kama wa, wa, wahusika wakuu. Wanaanza kutekeleza kuwa kama wahusika wakuu. Katika hizi shughuli tatu ambazo tumekuwa tukizizungumzia, lakini nikimalizia, inaonekana kwamba eh, inaonekana kwamba utekelezaji mwingine unatekelezwa kupitia kwa shule na vyuo vikuu. Tukiangalia katika ulimwengu mzima, shughuli za Kibahai zinafanyika kwa shule, vyuo vikuu, hata kuna zingine zinafanyika makanisani. So hizi shughuli zinafanyika kila mahali na tukiangalia katika historia then inaonekana Wabahai wameanzisha shule na hizi shule ina mipango ya kisasa ambayo inajumuisha mashirika ambayo yanaongozwa ya, ya, ya na wabahai na yanafanya kazi kwa shule za jamii kupitia kwa hizi programu za elimu ambazo ziko juu na pia zina, zi, zi, zina, zina, zinatekeleza zile kanuni za Kibahai, lakini inaonekana kwamba eh, wakati nazungumza ni ile kusisitiza tu eh, kwamba imani ya Kibahai ni iko katika ile eh, hali ya kukuza ile uwezo ambao hauwezi ukasawazishwa kielimu, eh, wala kiroho ama ile ustadi ama... so lengo tu ni ile kujenga ulimwengu ambao eh, kila mmoja anaishi kwa amani na haki. Kila mmoja katika ulimwengu ni kuona kwamba anaishi kwa umoja, kwa amani na haki, na wakati anaishi katika amani na haki, then inaonekana kwamba atakuwa ameanza kutekeleza zile sheria za ambazo zinazungumziwa katika hizi vitabu vya katika hivi vitabu vya taasisi hivi vitabu ambavyo vinaletwa na hii elimu ya Kibahai. Na hii elimu ya Kibahai inatoka wapi? Inatoka kupitia kwa uelewa ama ile maarifa ambayo yako katika maandiko matakatifu, inatoka kupitia kwa zile vitendo ambavyo tunavifanya kwa jamii. Hapo ndipo hii elimu inatokea. Na tukifanya hivyo then natarajia kila mmoja wetu tutaishi kwa ile umo, eh, amani na ile haki ambayo inazungumziwa kwa vitabu vyote viwo vya watoto, viwo vya vijana chipokezi, viwo vya taasisi ya Ruhi, hata kwa maandiko wanaizungumzia hayo yote. So nashukuru kuwa kuchukua muda wenu ku, ku, kuleta hii elimu. Ni elimu ambayo tunajifunza polepole pole, pole, pole kuona kwamba binadamu tunakuwa na hiyo uelewa ambao utatusaidia sio tu sisi binafsi, lakini katika kizazi kijacho, sababu hii ni kama tunajenga ile kizazi kijacho ambacho tutajivunia sisi wakati miaka itakuwa imesonga, tutajivunia hicho kizazi. Na nikimalizia, inaonekana kwamba eh, wakati tuna wakati tunatekeleza haya yote, and then tukumbuke tukumbuke ya kwamba kuna kuna kuna shughuli zingine ambazo pia ifaa tukiwa tunajihusisha ndani. Mojawapo ni ile e, mikutano ya ibada, tuna tujihusisha katika ile mikutano ya ibada, lakini pia tuji tujihusishe katika kuona kwamba tunaenda katika ufundishaji, tunaleta amani, upendo na umoja kwa jamii ambazo tunaishi. Okay, nitakomea hapo na kuwakumbusha tu kwa majina, anaitwa Anderson Luvinzo, mimi ndio nimekuwa mhusika mkuu leo na kesho tutakuwa na marafiki wawili au mmoja tutakuwa tunazungumzia kuhusu hii elimu ya watoto kesho, ikiwezekana pia. Kesho tutazungumzia kuhusiana na hii elimu ya vijana chipukizi, tuone ni vitu gani ambavyo e, e, e, tunavifanya kwa jamii na ni vipi ambavyo faa tukuwe tunavitekeleza.